Sayansi ndani ya Qur-ani iliyowafanya hata wanasayansi wa kisasa kushangazwa sana. Huyu ni mwanasayansi George Lemaitre, ambaye kwa msaada wa teknolojia za kisasa aligundua kuwa mbingu na ardhi hapo mwanzo zilikuwa kitu kimoja, mfano wa CD, kisha zikatengana kwa njia ya mlipuko mkubwa uliosababisha kuumbwa kwa kila kitu tunachokiona sasa. Tukio hili linajulikana kama Big Bang cha kushangaza ni kuwa Qur'an ilishazungumzia jambo hili zaidi ya miaka 1400 iliyopita, kama inavyosemwa katika Qur'an. Je, yeah, hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana kisha sisi tukazibandua? Tukajalia kwa maji kila kilicho hai. Lakini si hivyo tu, wanasayansi pia wamebaini kwamba ulimwengu utafika mwisho wake kwa kukunjamana na kurudi kama ulivyokuwa mwanzo, jambo wanaloliita big crunch. Hili linahusiana moja kwa moja na tukio la kiama, kama Allah anavyosema katika Qur'an: siku tutakapozikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu, kama tulivyoanza umbo la mwanzo tutalirudisha tena. Video nyingine kama hizi zinakuja. Jiunge nasi kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.